Mimi nina mambo mawili tu, mheshimiwa mgombea. Napenda kujikumbusha, na kumbukumbu ndiyo njia sahihi ya kumfanya mtu asipotee anapokwenda. Wakati serikali yako inapiga mahesabu makubwa ya kupata faida kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam, nchi nzima ilipiga kelele na wana mitandao waliongea vya kuongea na kukatisha tamaa, wakisema maneno mabaya ili usiamini, usiamini katika ndoto uliyokuwa nayo, lakini kwa sababu wewe ni injinia wa uchumi uliyepiga mahesabu vizuri, leo nataka niwaambie wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, hasa watumiaji wazuri wa mitandao ya kijamii, wale ndugu zangu wa Twitter, mtandao wa X, Instagram pamoja na Facebook ili tukubaliane kubishana kwa matokeo. Daktari Samia kabla hajaweka uwekezaji mkubwa wa bandari yetu ya Salaam ikiwa na uwezo wa kupokea mzigo tani milioni 1 bandari ya Mtwara iikiwa na uwezo wa kupokea mzigo tani laki tano na elfu, na bandari ya Tanga iikiwa na uwezo wa kupokea mzigo tani laki nane na tisini, ameangalia wapi ambako akiweka nguvu atapata matokeo ya haraka na kufanya haya yote yaliyoelezwa na ndugu yangu Aweso na yale yanayofanywa na kaka yangu Miguru kuhakikisha kila wizara inapata pesa ili mwananchi apate maendeleo, akagundua lango la bandari ni moja ya lango muhimu la kuwekeza ili aweze kupata matokeo ya haraka. Takwimu zinaonyesha kwa uwekezaji wake ametutoa kwenye tani milioni kumi na nane kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kutupeleka kwenye tani milioni ishirini na saba. Bandari ya Mtwara ametutoa kwenye tani laki tano na tisini ametupeleka kwenye tani milioni mbili na laki tano. Bandari ya Tanga ametutoa kwenye tani laki nane ametupeleka kwenye tani milioni moja na laki tatu. Sasa hizi ni hesabu, nafikiri Profesa Mkumbo yuko hapa. Ukiwa mbishi sana kwenye maisha, jifunze hesabu na kama hujui hesabu ni mara kumi, ukala chipsi ukalala, kwa sababu hutaweza kupiga hatua ya maendeleo yote yale. Sasa twende kwenye pesa, tumetoka kwenye bilioni mia nane kwa mwaka. Daktari Samia ametuingiza kwenye trilioni mbili kwa mwaka. Sasa nakuuliza wewe, unayependa kuongea kwenye mtandao, hizi pesa zaidi ya trilioni moja pointi mbili ulitaka Daktari Samia ziache? Tungepata wapi ya maji anayoeleza ndugu yangu Aweso? Tungepata wapi hizi barabara anazosema ndugu yangu huyu mtani wetu huyu wa kutoka Pwani? Tungepata wapi kwa ndugu yangu Lega? Hii kazi yote, ndio hesabu ya kiongozi mzuri kama Daktari Samia anayejali taifa letu. Twende ya pili, namalizia mheshimiwa. Hesabu ya pili, mzigo pale bandarini meli ilikuwa inakaa siku kumi na tano, imepiga nanga ndani ya bandari siku kumi na tano, inasubiri kwenda kupakua mzigo. Uwekezaji aliofanya na kukubali private sector kuingia, tumetoka siku kumi na tano, sasa wanakaa siku tano ndani ya maji. Na kwa taarifa yako, meli moja ukiona imekaa baharini, wanalipa kwa siku dola elfu arobaini wakikaa siku kumi wanalipa dola laki nne. Lakini hiyo dola unakuja kuilipa wewe mwananchi, ukienda pale kale yako kununua mzigo, kwa sababu mwenye meli hayuko tayari, mwenye bidhaa hayuko tayari. Naomba tuweke pembeni hiyo, twende kwenye swala jingine la pili. Mheshimiwa Rais wetu kwa mapenzi makubwa aligundua ya kwamba taifa hili tulipitia kwenye mchakato mgumu wa kupanda mafuta bei, kila siku bei ya mafuta inapanda Daktari Samia sasa hivi anajenga matanki kumi na tano yenye uwezo wa kutunza lita za mafuta laki tatu themanini na sita elfu. Sasa mheshimiwa mgombea wetu leo asubuhi nimeamkia feli pale, nikaongea na wavuvi nikamwambia, hivi Daktari Samia asingeweka jitihada zake kuhakikisha tuna umeme wa uhakika, nyinyi mnaouza kwenye bucha samaki, si zingeharibika? Wakasema Oktoba wanaenda kutiki nimetoka pale nimeenda Kariakoo nikawauliza wafanya biashara wa soko la Kariakoo, nikamwambia kazi nzuri aliyofanya daktari Samia ya kuhakikisha sasa hivi unapita mjini hakuna majenereta na amani ipo. Wakasema Oktoba wanatiki. Tumetoka hapa tumekuja Mombasa Kitunda, wanasema wanatiki. Mheshimiwa, kama kuna mtu hataenda kupiga kula, nina uhakika huyo atakuwa hayuko Tanzania, lakini walioko Tanzania wote tarehe 29 wanaenda kupiga kura. Naomba nione mikono mikono, naomba mikono mikono wao na waana Dar es Salaam wanailala ya kwamba tarehe 29 tia tuenda kutiki kwa Dr. Samia. CCM oye, Samia oye. La mwisho ni pongezi, jana hotuba yako ya pale Kinondoni leaders. ya kuambia Watanzania wajitokeze wakapige kura, hata kisoda kitadondoka. Watanzania, tuko tayari kukuchagua tena ishirini na tisa. Asante sana mheshimiwa.